Samia, hivi unajua unazidi kujidhalilisha wewe mama, wewe. Hivi unafahamu kwamba unazidi kujidhalilisha. Inamaanisha kwamba hii nchi haina sheria. Juzi Simba Chawe ni kasimama, nikamwambia baba ni mnafiki. Yule baba yule hamna kitu kizibo yule niliwaambia. Akajifanya ho, sijui hairuhusiwi askari kumkamata mtumio akiwa amepaki raia. Kumbe ni genge, niliwaambia ni genge la utekaji analimiliki Samia mwenyewe na hiki kitu Watanzania wote tunajua. Ni vile tu sisi hatuna bunduki kama yeye. Lakini Samia ni muuaji tu mzuri. Samia ndo anawatuma wa polisi kwenda kuteka vijana. Lakini polisi wanashindwa kujisahau kwa wanashindwa kukumbuka kwamba wao ni Watanzania. Na wao sisi tunapambania wao pia maslahi yao. Haya, juzi Simba Chawene kajikwabwalisha pale lizee jituzima lile likae tu saa hivi lile li, li, li, wajukuu. Kwa sababu alina pawa yoyote kwenye uongozi. Linakaa linapelekwa lina, lina, pelekwa tu na Samia. Samia sasa hivi amesharuhusu. Yaani askari yoyote uki, ukiteka mtu ukafanikiwa kumuua haya, ukampelekea akiwa mzima haya, ni hela tu zinasoma. Sasa hivi Samia ndio kitu anafanya. Lakini polisi mtapata shida sana kwa sababu tupo wengi afu wote tumenyooka hivi. <laughs> tupo wengi afu tumenyooka hivi yaani, mnamkamata huyu, wanakuja wengine sita. Kwa hiyo ni michongo yao. Kama angalia leo jana walivyoenda kumkamata yule kaka, wameenda kumkamata wakiwa askari wengi na mitutu yao. Yaani mpaka najiulizaga, hivi nyiwe mnauhakika hao askari ni Watanzania? Mbona ni washenzi namna hii? Mbona wa ni washenzi namna hii? ni wajinga ya Mungu. Hakuna kitu mimi kinaniuma kama aska- kuongozwa na -kusimamiwa yani askari jeshi letu kwa na askari ambao hawajasoma. Yaani msomi huwezi ukampeleka hivyo. Mimi ni mtu ambaye kutokana na, na mazingira ya mishe zangu nakuwaga kwenye kesi mara nyingi sana. Kwa hiyo mimi mi waga ninajua nifanyeje ili kesi yangu itobole, yaani waga ninaelewa nifanyeje. Mnamfahamu Kingai? kwenye hizi kesi za kaida kawaida hizi, Kingai ni mtu ambaye Kingai ni kiongozi mzuri sana mimi mi nikashasughuhisha vitu vyangu vingi sana sana. Jisikati nilienda hapo stakishali wale askari wa kalakala rushwa. Walipokuja kwangu mimi nika simu ziko pale ubaoni na nyemwe mnapiga. Ukienda kituo cha polisi kwenye hizi kesi za kawaida achana hizi ambazo Samia kashatoa oda kwamba watu wauawe, watu watekwe. Hizi kesi za kawaida kawaida. Usimpe hongo. Usimpe hongo askari yeyote, wana njaa za kipumbavu sana. Sasa, cha kufanya wewe, ukienda pale ukimuona askari anakuzingua, kwanza kwa heshima anza na usidi. Yaani kwa kumheshimu. Ukimuona aeleweki, mausidi wanakuwa majeuli, mausidi hawanaga wanaga nizamu. Nenda kwa rapisi. Mpigie simu Arapisi. Akikupa korojo mpigie simu, simu DCI, afande DCI, namba ziko pale muwe, mnaacha ujinga na nyinyi wa Tanzania. Ukimpigia simu afande DCI utaona sasa wale wa chini wale wanavyopakalika. Mimi wakawa wananiomba rushwa pale stakishari juzi, yule anaitwa nani, afande Gaspa, mpelelezi yuko pale, akawa ananitaka ananiambia, dada, unajua mafuta sijui ni na nini. Mwenzake akamfuka akamnanilia, akamstua Oda imetoka huko. Kwa sababu mimi tayari nishaona wamenizingua, kuna mkuu wa kituo pale mlevi mlevi. Nikapiga simu nikasema hapa mimi ni moja mbili tatu. Wakatengeneza mazingira ya rushwa pale nini na watu ndio washtaki na wenyewe wajuaji, wajinga wajinga, wakaliwaliwa viela pale. Mwisho wa siku lakini alhamdulillah. Vitu vyangu mimi vinaenda sawa. Mm. Japo nilishindwa pamoja pa, yale maandamano yalifanya kesi nikashindwa kuifuatilia vizuri, lakini namshukuru Mungu nilisaidika. Nisaidika namshukuru Mungu. Kuna vituo vya polisi ni korofi pale, ndio wanaopotoka wauaji wakubwa. Kituo kama Stakishari wale, yani shetani ni kama vile pale ndio nyumbani kwake, amezaliwa Stakishari. Gogoni ni vituo ambavyo hawanaga utu, yani ni yani ni mashetani yako pale, yani pale ni rushwa, huna unapigwa vibaya. Kuna watu wako wa mle ndani wamekaa mpaka miezi miwili, ni askari anapewa hongo tu, yani hapa endelee kukaa. Ni wajinga na nyie Watanzania wapumbavu. Ndugu yako yuko pale, unaenda unahangaika na polisi. Acheni kuhangaika na mapolisi hawa wadogo wadogo, piga simu OCD. Mara nyingi wanapoga pia ni washenzi washenzi, piga RPC. Kwa mfano, RPC wa Kinondoni ni RPC mzuri sana. Ni RPC nzuri sana. Achaneni kwenye haya mambo, Polisi wote ni wauaji, ni washenzi washenzi lakini kuna baadhi ya mambo wao wana, wanakuwa wanafuatilia. Kwa mfano, huyu wa RPC yuko vizuri. Mimi kesi zangu nyingi sana amezisikiliza. Hana shida. Lakini sasa shida tuliyonayo ni kwamba kwenye haya mambo ya kisiasa huyu Samia ndo anatoa oda. Kwa sababu hiyo polisi wan, wanajiachia ni wenyewe tu wanaamua kwamba leo tukamteke Sesilia. Kesho tukamteke nani? Yaani haya ameshawaambia kwamba mimi natakiwa nibaki kwenye hiki kiti. Kwa hiyo uweni fanyeni chochote mimi nibaki kwenye hiki kiti. Sijui tunakoelekea ni wapi. Askari sijui, sijui wamekuwaje, yani jeshi la polisi, hakuna hata mkubwa kuona kwamba tunatia aibu, kwamba yani anasimama waziri anaongea, alafu alichokiongea ndicho ambacho askari anakifanya. Kwa nini mnatufanya sisi ni mazuzu? Yani mnaongea kitu yani mna, yani Simbachawene, wewe umetuonaje sisi yani? umetuona sisi ni mambulula Simbachawene? Mimi nilikwambia unachoongea ni upuuzi tu, na heshima yako unaishusha. Ulikuwa kiongozi mzuri, sasa hivi umekuwa mtu wa ovyo. Hawa askari wako wako, wako juu yako, hujajua Askari wanapenda kula kuua kuliko kufanya kitu chochote. Wanapenda kuua kuliko mapenzi siku hizi. Inalewa lewa tu ovyo inapewa oda huko. Nendeni mkamkamate sesi imeshapewa milioni zake 20, inaenda inazurula, ina, inatafuta inalala ina, ina, ina na malaya tu, inazunguka zunguka huko mwisho wa siku inarudi. Nances. Upumbavu tu unaendelea kwenye taifa. Ni upuzi tu. Yaani utekaji unaokuwa kwa kasi alafu linasimama lisamia. Samia, Samia siku akisimama mahali, tusimwache wa Tanzania. Tubebe mawe kwenye begi. Yaani nikisikia kwamba Samia yuko mahali fulani, ni mawe yabebwe kwenye begi, beba petroli, tengeneza bomu. Vyovyote vile tunaweza kufanya. Samia sikuwa anasimama mbele za wananchi. Tusimwache. Aishie tu kupiga picha feki, kuposti picha feki na na, na, na, lima balozi, afanye vikao vyake na, na balofu na mabalozi huko. Sijui tuzo zake za kipuuzi puzi, lakini siku akisimama kwa wananchi tusimwache. Tusio wapumbavu. Yani, tunajua kabisa Samia leo yuko Ubungo. Jamani tunakuaga nyomi. Tubebe, tufanye, yani tufanye kitu chochote pale. Hatuwezi tukaendelea kumwacha mtu mtu mpuzi anauaua watu tu, afu tunaendelea kutawala. Hapana, hatuwezi kukubali. Kuyo, am, uh, kwa hiyo haya, huu utekaji unaoendelea sasa hivi ni kwamba hao polisi ndio wako juu ya kila kitu, mioda na tu inatoka tayari. Yani wao wanaidiwa hela na wanapewa hela nyingi, ndugu zangu. Naacha tu hela ziishe hazina, acha tu hela ziishe hazina, hmm. Ni Mungu atusaidie. Ndio maana nawachukia hao wachungaji wanaomuunga mkono Samia, na yani mimi nawachukia kutoka moyoni, walaaniwe na vizazi vyao vyote, akiwemo na huyo Mwamposa wenu kwa sababu ni mtu ambaye ana, ana, ana, ana exposure kwenye jamii, lakini ni, ni ni, ni, chawa ni chawa mmoja mkubwa sana, yaani yeye anawachu, anawavisha anawalisha watu ujinga, yeye anamsupport huyu mama na anajua kabisa anachokifanya sio sahihi. Sasa watumishi kama hawa sio watumishi ambao tunapaswa kuwaunga mkono.